Tuko na zungumzia habari ya mastriker na Chuji, ulikuwa na Okwi na kumbuka kiama ambacho kinaidondokea Yanga cha goli tano. Uh, wewe ni mmoja wa wachezaji ambao walikuwaepo uwanjani. Ilikuwaje ile dhahama ikawadondokea namna ile? Kiukweli kweli naomba niseme kitu kimoja. Kwanza Yanga ile, si tulikuwa kama yatima. Kwa sababu mechi za Simba na Yanga huwa kuna maandalizi yake. Ni kuona wewe umekuja leo, Nyembela anajua yes ukaja tone leo si kesho lazima mambo sasa sasa. Na kipindi kile Yanga walikuwa na ugomvi wao uongozi ule, yuko mchunga ule, kwa sababu mimi nakumbuka paka tunakuja kwenye mechi huko, tuliomba ela mafuta ya gari tumeomba, mimi nimepiga simu kocha, hatuna tuko na minzilo peke yake. Minzilo ndo kocha mkuu, ndo kocha msaidizi, ndo meneja. Meneja alikuwa afidhi yule, wale ambaye yeah, paka leo yupo yeah, afidhi ana pa kuanzia, ataanzia wapi? Na kipindi kile kuna wale ambao watu wanaita gari, wanaosaidia Simba wanaisaidia Yanga, mm, wote wamekaa pembeni, hawataka kushika hata simu ya mtu. Aina yote mafuta kutoka Bagamoyo kuja Dar es Salaam, tulikuwa hatuna maji ya kunywa. Wenyewe mazoezini tulikuwa hatuna, tukapiga simu, piga simu mmoja hivi, kuna mzee mmoja hivi, tukampiga simu, nikamweleza hali halisi ile, yule mzee akatuma hela kuntimela nikamwita Minziro, tumefika huko wenyewe, chakula cha mchana tuju tunakula wapi? baada ya kutoka Bagamoyo eh tumefika pale mchana, kila mtu kachukua ugali na nyama kongoba pale, hakuna kiongozi akuna nani, mefunga kwa mifuko zile portion zile ugali na nyama tumekula, tunaondoka, baadaye tunafika Taifa, kwa sababu na kawaida mkifika tu Taifa, unakuta kuna ile grupu la watu ambao linakuja kuwasupport pale, yani paka mnaingia ndani. Sisi tumeingia ni kama yatima, tumeingia vyumbani mule. Minzilo Minzilo, kabla mechi kuanza Minzilo analia, yani kama alikuwa anajua kinachokuja kutokea. Sisi tumeingia mule tukapeana hope mule, jamani bwana, hii mechi jamani, sisi tupo kama yatima. Tuendeni tukacheze. Kwa sababu Simba zetu walikuwa na hali yani, mechi zote wameshinda na hali hiyo, sisi tumeingia uwanjani tunakuta kwanza hata wale wapenzi wenyewe unaona kabisa watu wote wamesenyaa, eh wote wamesenyaa. Nakumbuka siku ile nimecheza namba zaidi ya tatu. Tumefika pale uwanjani kweli tumeanza kuperform vizuri dakika ya pili si, eh dakika ya kwanza au ya pili ya kwanza ya ile ya kwanza. Ya kwanza, wao ikatoka na mpira nje kamchukua mtu kaseti kaja kaweka vile kutufunga ile goli moja tuka maintain mchezo, sisi ndio tukawa tuna perform vizuri, tumeenda half time, mwalimu ana cha kuzungumza. Atazungumza nini yani? Amna support aina yote, sisi tunaambia na jamani tujikaze hivi na hivi tuzogomboe ile goli. Sasa ile kipindi cha pili sasa, wale nzito wameingia, wamechangamka, sisi tumeingia kama ile. Yaani bado kama hatuko mchezoni hivi yani, kilichotokea dakika ya kumi tukafungwa la pili. Papa pa, pa, kumi na ngapi tena tukafungwa la tatu. Imeenda imeenda mara penati imeenda imeenda mara penati, kwa sababu tulikuwa tulaumiana ama kulaumiana kabisa. Ni kwa sababu tulikuwa tukifungwa goli kila mtu kimwangalia mwenzio na moda hapa kuna muone huruma yani, kila anayemwangalia mwenzio na muone huruma. Mechi imeisha, tumefungwa tano pale. Penzi wa Yanga nyaka mbaya, hii sio Yanga tunayojua sisi. Hapa kuna uju umefanyika sio kwa wachezaji huko uko, uko nje takuwa mmezungukana wenyewe kwa ona kumbuka, kuna kipindi washabiki wa Yanga wakaenda kwa kempu nyumbani kwa mchunga, mm, kwa sababu kipindi kile tulikuwa tunadai zaidi ya milioni 30. Tukaja tukapoa milioni 3 ah, kuna watu wengine hivi fore na hizi na hizi, kwa sababu na timu yenyewe jinsi ilivyokuwa katika situation hii, nyingine gawaneni Tukafika Jangwani pale kila mtu katawanyika. Kimuuliza miziro miziro, anaacha kuzungumza, anazungumza nini? Sababu na kiongozi yoyote ambaye alikuwa anafuata labda kwenda kuuliza, bwana anatoa ripoti bwana, iko hivi na hivi na hivi, hakuna ni, tukaondoka tu sisi wenyewe bwana. Siku fulani ndopigana simu jamaa, mazoezi mazoezi, sema sana. Shukuru Mungu, timu ilivyokuja kubadilika, alivyokuja kuchukua mikoba ile brands ile yeah. Tulianza kwanza kwenye Kagame li. Vile vile michi ya kwanza tumefungwa, ya pili tutka ishiri saba. Tumeenda tumeenda tumeenda, ligi imefikia katikati kwa sababu kuja kuchukua timu ule mzee, mpaka tunamaliza ligi sasa, tujapoteza mchezo hatau mmoja.